Sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambako chama cha mawakili Tanganyika TLS kimetoa takwimu zinazoonyesha kuwa takriban watu 641 kote nchini humo wamepelekwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya uhaini kutokana na vurugu za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, hatua ambayo inaibua maswali lukuki juu ya hatma za watuhumiwa hao kwenye msingi wa tuhuma nzito za makosa ya uhaini ambayo hayana dhamana na hukumu yake ikiwa ni kunyongwa hadi kufa. Florence Majani ametuandalia ripoti hiyo. Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kimesema kipo tayari kuwatetea mpaka mwisho watuhumiwa 641 waliosomewa mashitaka ya uhaini na wanatarajia kuwatembelea waliopelekwa kwenye gereza la Segerea jijini Dar es Salaam ili kuwahoji na kufanya nao mashauriano ili kuwapa msaada wa kisheria. Uamuzi huo wa TLS umekuja baada ya wiki hii watuhumiwa zaidi ya mia sita kufikishwa katika mahakama mbali mbali nchini wakituhumiwa kwa makosa ya uhaini. Wakili wa TLS William Maduhu amesema, yeah, ni kweli ni kweli kwamba tuweshuhudia watumia e, a kadhaa e, hata pale mahakamani siku ile tarehe saba, wengine na majeraha usoni, wengine na wa majeraha mapaja, wenginewanarama za mijeredi migongoni, sio alikuwa wanapigwa, wengine wanashechemea kabisa, hata kutembea hawezi. Lakini cha kushangaza ni kwamba tumeona baadhi yao wakiwa kwenye nguo za ndani kabisa, kwamba mtumia wa kadhaa tu boks, yuko kwenye vesi. Na ukiwahoji akai, umekuja mahakamani na nilikuwa nyumbani tu nimelala nikamakamatwa hapo, nikawaomba ni vaya, lakini sikuruhusiwa koyo. Kwa hiyo anapelekwa polisi akiwa kwenye box. Jeshi la polisi liliendeleza operesheni yake ya kuwakamata wanaodaiwa kushiriki katika vurugu zile za Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania. Hivyo TLS imejitoa kuwasaidia watuhumiwa hao kwa kuhakikisha wanapimwa afya zao na ripoti za kimatibabu za afya zao zinawasilishwa mahakamani huku wakisisitiza kuwa iwapo serikali ina ushahidi, basi TLS itawasimamia na kama hakuna ushahidi wa kutosha wa makosa ya uhaini dhidi yao, basi imeitaka serikali kuwaachia mara moja. Akizungumzia hatua hiyo ya kuwashitaki mamia kwa kesi nzito za uhaini, mchambuzi wa masuala ya sheria Tanzania wakili Matthew Kakamba amesema Mkurugenzi wa mashtaka ya jinai ajipange vizuri kwa watu mia sita kwa kipindi kifupi na kwa matukio yaliyotokea, aweze kuainisha kama je, amejiridhisha hawa wanaoshtaki kwa uhaini kosa la uhaini limebeba vigezo vyote vya kosa la uhaini. Ni kupoteza muda kuwatesa watu magerezani na mwisho wa siku hawatakuwa na kesi ya kusimama ya jinai ya uhaini. Wakati huo huo, chama cha mawakili wa serikali Tanzania TPBA kimelaani vikali vurugu, mauaji na uharibifu wa mali vilivyotokea wakati wa uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano na kimetoa pole kwa wote waliopoteza ndugu au mali. Katika taarifa iliyotolewa na chama hicho leo, TPBA imetangaza kuunga mkono agizo la Rais Samia Suluhu Hassan la kufanya uchunguzi wa kina na kuwawajibisha wahusika wote kwa mujibu wa sheria. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. DW tunavuma kwa kishindo.